Huku ah, taifa la Kenya likiungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya wa watoto wanaozaliwa kabla ya kukomaa, ipo haja ya mikakati mwafaka kuwekwa kuzuia vifo vya watoto hao. Mke wa mkuu wa mawaziri Tesi Mudavadi ameongoza zoezi la utoaji wa mashine za vyo, uh, vivungulio za kuwasaidia watoto wanaozaliwa kabla ya muda wao kufika katika kaunti ya Makueni. Aidha, kulingana naye asilimia kumi na tatu ya watoto wanaozaliwa humu nchini huwa hawajakomaa. Mashine hizo zitatumika katika hospitali ya Makueni, Kitui na hata Machakos.

To mitigate this risk and under the leadership of His Excellency, President William Ruto, the government has advanced the Linda Jamii health cover to strengthen primary health care and ensure equitable access to skilled birth attendants across Kenya. Wawakilishi well, na mtazamaji baada ya taarifa hiyo tunakwenda mapumzikoni lakini usiondoke hapo ulipo utakaporejea takuwa na kusomea taarifa nyingine. Kabla ya ka kukamilisha taarifa zetu